Unafanya nini na mwanangu, unataka kumuiba? Hapana, mimi mtoto nimemkuta tu, yuko peke yake hapa, ikabidi nikae naye tu. Yaani umeshindwa kupiga hodi ujue kama babake yupo au hayupo? Umeamua tu ucheze naye dada? Sikia, leo huyu mwanzo na mwisho, sitaki kukuona tena unakuja hapa kwangu, na sitaki kukuona na mwanangu, ukome. Pia babake ametoka hayupo, ameondoka, mwacha mtoto hapa nje mwenyewe sijui mwanaume naye ukoje, ila ndio uje mshike mwanangu. Unajua nilipomtolea wewe dada, we ukome. Yani kuanzia leo nisikuone hapa dadangu. Samani, naomba nikuulize kitu hivi, mtoto unampenda kweli? Swali gani hilo? Kuna mtu asompenda mwanaye? Ushaona wapi mzazi anashindwa kumpenda mwanae? Uko sawa kweli akili yako? Ungekuwa unampenda ungetaka kumtoa kafara? na hapo umetoka kwa mganga. Sikiza nikwambie, kama unampenda huyu mtoto, endelea kumlea vizuri. Ipo siku naye Mungu atakubariki katika hilo tumbo lako, utabeba mimba na utazaa watoto wengi sana. Naomba umlinde vizuri huyu mtoto. Sikia dada, nikwambie, hakuna mama ambaye anaweza akamtoa mtoto wake kafara. Umesikia eh? Alafu hayakuhusu, achana na mimi Mboona haraka sana? Hebu niache nipite. Alafu kwa nini unapenda kuja wakati mimi sikuhitaji? Kwa hiyo wewe unadhani mimi sina uchungu kuhusu ule mtoto? Kwanza nikuulize, ni kwa nini umependa sana kunifuatia katika maisha yangu? Najua na unampenda sana ule mtoto na kumjali, lakini utake kukubali ukweli. Kakwambia nani? Simpendi wala simpendi, sawa? Lakini mtoto yuko salama, nimemwacha na mke wako. Usiwe na hofu yoyote ile, lakini kubali kumchukulia yule mtoto kama mwanao wa kumzaa na usisikilize maneno ya watu yoyote wanayoyaongea wala kuyasema. Utakuwa na amani sana. Chengine, kuwa makini sana na mke wako. Unatoka nyumbani na mwacha mtoto hapa nje na mdada fulani msiri. Dada gani? limetoka wapi huyu mtoto? akiibiwa utasema nini wewe? utasema nini wewe mwanaume? Yaani siku hizo umekuwa malaya nasi, na sisi umetoka kwa wanawake zako huko, una maana una lolote? Ma, umo, na huyu mwanamke anamshika mtoto ni nani eh? unaweza kaniambia ni nani? ni nani alikuwa amshika mtoto wangu wewe? Wewe nyamaza, na tena usitaki kujisafisha, hiyo makosa yako, si unaelewa vizuri. unaweza kuniambia ulikuwa wapi? mume wangu, mama aliniita mara moja, sasa ndo nikawa nimeenda kumwangalia, kuna vitu alikuwa anaenda kuniambia. Mama wako ndio nilivyokufundisha, eh? Yaani mama wako akufundisha uondoke kwa mume wako bila kuaga si ndio? Mbona mko mwanamke wa ajabu sana, hii tabia imeanza lini? Tabia wewe kuondoka bila kuaga umeanza lini? Unaweza kuniambia? Hapana, mume wangu, naomba unisamehe, sitarudia tena. Kutenda kosa sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. Ndio nataka nikusamehe. Unaniacha mimi hapa nyumbani na mtoto mtoto analia tu. Nakupigia simu, simu zangu upokei na kuomba unisamee, mme wangu. Sitaki nisikie swala la msamaha, hebu sogea kwanza, karibu sogea, songea. <coughs> na tena sitaki tena kuona itabia akijirudia, tumeelewana? Shemeji, kulikoniafkunip <laughs> amekupiga. <laughs> <Ha> <laughs> safu sana wakau, na utapigwa sana mwaka huu, na hapo bado sasa. Hapo rafiki yangu Aidoni ndo akanaonesha kama yeye kidume kwa sasa hivi una haya hata kidogo? Yaani unafikia kwa kumleta mtoto wa nje, hata wewe unajiuliza nini? Machozi yako ya uwongo kabisa, shetani kabisa. Sasa hapa naenda kwenye jambo langu kwanza la mkongwe, nikirudi nitakuja kumsifia kuhusu swala hili. Kama sijaja hapa, basi nitamsifia kwenye kijiwe kule, umbavu ua ile siku mwondoka bila kunipa majibu yoyote. Mtoto wako ni wa maajabu, na sijajua kama binadamu. Mtoto yule ndo niliompata kwa ajili ya kumtoa kafara, sina mtoto mwingine tena. Naomba unisaidie, mganga. Sawa, usijali, ngoja nikaongea na mizimu. Endapo utakaponikubalia, nitakuja nyumbani kwako Sawa mganga, naomba nisaidie kwa hilo. Mi nataka kunipate wanongo wa kuwazaa, nimechoka kuonekana tasa. Mganga na kuomba unisaidie sana. Sawa, usijali, nitakusaidia. Nitaendelea kumwigizia mume wangu hivi hivi mpaka pale ambapo nitamtoa mtoto kafara. Hakuna mtu yote yule ambaye atajua kwamba mimi ndo nimefanya hivi. Nani? Shemeji, vipi? kuna nini? mbona saa hizi? Ah, Shemeji, siokwema. Kwa kusema kweli, roho yangu inaniuma kwelikweli. Jamaa wako anakusaliti, anasaliti. Oya, acha tu, nakwambia. Nimepita kwake, nimekutana na bonge la mshangazi, anatembea nalo. Nakwambia hivi, mwanaume anakosa nini kwangu, jamani? <tipas> Asa, mbona kujiuliza? Laiti ungemwona ule mwanamke shemeji, ungesema yule sio binadamu anayetembea naye. Nakwambia hili zikitembea kgasimama ah, anakosa nini kwa, kwa shemeji yangu. Sheme, unachokiongea unauhakika nacho? Lakini nauhakika basi. Ngoja niende hasanikoma leo. Mwana haramu usienda kumwambia kama nimekwambia. Ah, yani mkongwe bwana, anakosa nini kwa, kwa mwanamke wake? Ana ngozi nyeupe, ngozi mashaallah kabisa, aenda kutembea na mshangazi yule kweli? Au kisa kimbaombao oh.

lakini je, kwako nikupigia simu zangu utakupokea meseji ya ujibu? Hivi wewe unanijua mimi vizuri, Nasra? Ukisema hivyo unakuwa unakosea. Wewe ungetokao uniulize huyu ni nani, mimi nikuelekeze, lakini ukisema eti yoo, kwa sababu ya huyu ndo maana simu zangu upokee unakuona... Unasemaje? niulize kitu gani? mimi kila kitu nakijua, for mimi sio chizi. hey. Sitaki kujua huyu ni nani. Nachojua wewe ni mwanamke wako. Kwa hiyo mimi sina thamani, si ndio? Nasra, sasa ukisema hivyo unakwambia unakuwa unakosea kwa sababu gani? Mimi simu yangu kweli haipatikani, na naiyu unaviona, si na simu, si hapo? Unaona simu hii hii hapa, wewe usijifanye chizi. Hii simu napiga tangu juzi inapatikana, alafu unaniambia imezimika. Message zangu haujibu, unaniambia haipatikani. Ah, una majibu ngoja ah, basi.

Mwona, ni kama mieusho rafiki yako, sema hapo kweli kuna namna mamtu kafeli hapo. Kwa sababu hiyo kuondoka bila kuaga, wanawake wengi wanapenda kufanya hivyo, ni mistake hiyo. Baadaye wakipigwa ndio hivyo, tumeonewa, tumeonewa, ila sio swala. Mwanangu, ni jambo moja ambalo bado linaniumiza sana ule mtoto wa jana. Kaka, ule mtoto roho yangu inaniuma mpaka saivi. Yaani nikimkosa ule mtoto nitaumia sana, roho yangu. Kwa sababu yaani naomba sina mwanangu namba yake. Wewe nakuelewa vizuri

njia yako kubwa, nimekuwa sikauki kijiweni siku hizi kila siku. Sasa hivi nimekuwa kwanza mimi kufika na mwisho kuondoka, yote tu nasubiri upite nikuone, ili mi nipate kufurahi na nafsi yangu. Hebu basi jitahidi leo unipatie hata namba, hata namba yako ile ninakupigia. Na kama utazingatia, mara mwisho mimi nae tujabalizana vizuri, nimebaki tu peke yangu na nakumisi. Kuna wakati nilikuwa nawaza kusikia sauti yako, ila mafanikio marafiki zako? Yeah. Tumekuwa kama ndugu hivi sasa kutokana na ukaribu mkubwa uliopo kati yetu. Ni watu muhimu sana kwangu. Kwa wao watakuwa mashemeji zangu. <laughs> Absolutely yes. Sawa, nitakupigia basi. Nategemea kuona simu yako. Sasa nimepata njia rahisi zaidi ya kumpata mtoto, nitatumia ukaribu wao. Hey, hey, hey. Kwa leo mjinga ajikutaga nani? Yaani! <laughs> Wanangu tayari, shemeji yenu kama kawaida, navyowambiaga mashuti matatu, yani shuti tatu zote, kipa akipangua labda sio kam kam. Yani kama mganga wako angekupa ile dawa ya utajiri, saa hizi mwanangu sisi machawa wako, yani kwa ya naoyaona hmm. Ila hebu tuachane kwanza nayo, mi na tatizo Ah, wanangu, jana bwana, mimi nilikuwa na bonge la valangati jana. Mimi bwana, Nasra alikuja nyumbani, akaja akakiwasha kweli kweli yule bidada, yaani kaanzisha valangati moja sijawahi kuiona. Na mbaya zaidi, kanikuta yule mwanamke na anasema kaambiwa kwamba mimi kuna mwanamke niko naye sio, umeelewa vizuri? Sasa mpaka sasa hivi kinanichanganya nani amemfikishia taarifa ya kumwambia mimi kuna mwanamke nakaa naye na ukweli wa wazi kabisa, ni taarifa kama unayefahamu ni wewe na mimi, huyu mwenyewe kwake ngeni vile vile. Sasa sijui unalipi la kuniambia hapo. <laughs> ndugu yangu <Nah, oe. laughs> unajua, kijio chetu kinafaisha sana, hakuna mtu ambaye ajai kupata matatizo, labda mzee wetu kama mtu hapo.